Ulaya inaendelea kushikilia maelfu ya masalia ya kiutamaduni, ya kihistoria, kijamii kutoka mataifa ya Afrika, kwa kile kinachotajwa na wataalamu kuwa ni mwendelezo wa urithi wa ukoloni ambao hadi sasa hujapatiwa suluhisho la haki. Makumbusho ya Ulaya yana hifadhi ya ya nguo za kifalme, vitu vya ibada, silaha, nyaraka, na mabaki ya kale yaliyochukuliwa wakati wa ukoloni na vita vya karne ya kumi na tisa na ishirini. Mataifa ya Afrika yanaendelea kudai urejeshwaji wa hazina hizi, wakisisitiza kuwa ni sehemu muhimu ya heshima, tambulisho na historia iliyoporwa kwa nguvu. Miongoni mwa masalia yanayoshikiliwa Ulaya ni bronzi za Benini kutoka Nigeria, ambapo zaidi ya vipande elfu tatu viko katika makumbusho ya Uingereza, Ujerumani na Ufaransa; vito na silaha za kifalme kutoka Ethiopia zilizoporwa wakati wa uvamizi wa Italia na Uingereza; sanamu na nyaraka za Kongo zilichukuliwa wakati wa utawala wa Ubelgiji, masalia ya wahanga wa ukoloni yaliyohifadhiwa kwenye vyuo vikuu Ulaya, hasa Ujerumani na no Ufaransa, kichwa cha sanamu ya Kisultani cha Zanzibar kinachodaiwa kuwekwa Uingereza tangu karne ya kumi na tisa, kifaa cha kijeshi Baba Mezburg cha Algeria bado kipo Ufaransa, masalia ya mijusi mikubwa toka Tanzania iliyopo Ujerumani. Watafiti wanasema zaidi ya asilimia 80 ya urithi wa kitamaduni wa Afrika ulioko nje ya bara Ulaya, jambo linaloibua mjadala mpana kuhusu maadili na haki ya kihistoria. Mataifa ya Afrika yameongeza shinikizo kupitia umoja wa Afrika, yakisisitiza kuwa urejeshaji wa masalia haya si suala la hisani, bali ni haki. Nchi nyingi zinasema kuwa vitu vilivyoporwa ni sehemu ya roho ya jamii zao, zana za falme, vitu vya ibada na nyaraka zilizoonyesha zi zi mamlaka, utamaduni na ustaarabu uliodhoofishwa na ukoloni. Nchi kama Nigeria, Ethiopia, Namibia, Senegal na Tanzania zimefanya mazungumzo ya moja kwa moja na mataifa ya Ulaya kuomba urejeshwaji wa urithi wao. Hata hivyo, makumbusho ya Ulaya yamekuwa yakitoa sababu kadhaa za kutorejesha: sheria zao zinazuia kutoa mali ya kitaifa, madai kwamba makumbusho yao yanalinda historia ya dunia, hofu ya kuweka mfano unaoweza kupelekea masuala ya kurejeshwa kwa maelfu ya mali nyingine duniani, na changamoto ya kuthibitisha umiliki wa kihistoria. Hata hivyo, upinzani huo una zidi kudhoofika huku shinikizo la kimataifa likiongezeka. Baadhi ya nchi za Ulaya zimeanza kulegeza misimamo. Ujerumani imeanza kurudisha baadhi ya bronze za Benin. Ufaransa imerejesha masalia ishirini na nne kwa Namibia yaliyotekwa enzi za ukoloni. Ubelgiji imeanza mchakato wa kurejesha mali kwa Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo sehemu kubwa ya urithi wa kitamaduni wa Afrika bado ipo kwenye makumbusho ya Berlin, Paris, Brussels, London na Roma huku madai ya haki na urejeshaji wa kihistoria ukielekea kutosheleza. Hii ni ripoti ya media wa Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Hassan Maglumali.